mambo mawili ni siku ya kukithirisha khairi zaidi. Qur'ani soma kwa wingi, sadaqa toa kwa wingi, gawanya mali yako. Kama ni elfu moja kila siku toa, kama ni uwezo wako elfu kumi, elfu kumi, elfu kumi, hizi siku kumi gawanya. Allah amekufungulia toa milioni moja, milioni moja kwa sababu sadaqa utakayotoa katika siku hizi, simf, hakuna mfano wake. Ayuha almu'minun musisahau kuchinja. Kuna khairi kubwa katika kuchinja